Mheshimiwa, Naibu Waziri Mkuu, eneo hili tulilopo ni eneo la Magereza, na mwaka jana nilipofika hapa nilipata nafasi ya kushuhudia Karibu Kili Fair ya kwanza kwangu mimi nikiwa mkoa wa Arusha na kwa mashirikiano tuliona hatua kubwa, lakini mwaka huu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tumepiga hatua kubwa kuliko ya mwaka jana, mpaka na waonyeshaji wa, wa bidhaa au makampuni yameongezeka. Ni ombi langu kwako wewe ni mtu mahiri mwenye uwezo mkubwa, na unaweza ukatusaidia Wanaarusha kutimiza ndoto yetu, tuitamani sana eneo hili la Magereza lifanyiwe mpango wa kuwa eneo la kudumu la maonyesho ya kimataifa. Ni eneo kubwa na linaweza kujengwa vizuri, ili hata wakati wa vumbi, wakati wa jua, wakati wa mvua, tukawa na maonyesho makubwa ya kuwafanya si tu wa Tanzania bali Afrika na dunia kuja katika mkoa wetu wa Arusha. Hawa ndugu zangu wamewekeza, nilikuwa nakwambia kuna mtu mmoja tu tent camp leo tengeneza almost karibia 200 million. Mtu aliyewekeza milioni mia mbili alafu, tukio linaisha ndani ya siku tatu. Yaani amewekeza ya jana usiku anamalizia leo kesho, anatakiwa aanze kuwaza namna ya kuondoa. Ni maombi yangu kwa ndugu zangu wa Karibu Kili Fair lakini hasa kwa sponsors na exhibitors mwakani, tufanye angalau kwa muda usiopungua siku tano mpaka siku saba, ya kwamba tukiwekeza hii miundombinu na ujenzi mnaofanya humu ndani tuwe na siku saba za watu kuja kuendelea kufanya vikao, kuangalia. Na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, fikiria tu ulivyotembea pamoja na ule muda uliotumia mwingi, lakini hujamaliza hata robo ya eneo tuliokuwa nalo hapa ndani. Sasa si rahisi sana kwa mtu mmoja kuingia siku moja akamaliza, lakini tukijipa muda wa siku tano mpaka saba inawezekana, watu wakapata biashara nyingi sana mkitubeba vizuri sponsors. Mwakani tukaifanya kwa ukubwa na wizara yetu hapa chini ya kaka yangu Kitandula tukafanya siku tano au siku saba, ni matumaini yangu makubwa tutabadilisha kabisa mtazamo na kutengeneza fursa nyingi na watu watapata pesa za kutosha. Nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa kampuni ya Karibu Fair Travel and Tourism kwa kuandaa kikamilifu onesho hili la Karibu Kiri Fair 2025 kwa kushirikiana na wizara yenye dhamana ya utalii kwa pande zote za Muungano, yani Tanzania Bara na Tanzania Visiwani. Onesho one hili lina mchango mkubwa katika kuitangaza nchi yetu kwa dunia, na serikali inathamini mchango wenu wadau wote, wale ambao mmejinyima ili kufanya tukio hili liweze kufanikiwa. Vile vile niwashukuru sana wadhamini na wadau na washiriki wengine wote kwa upande wa sekta binafsi, wale wote mlioshiriki toka mwanzo wa matayarisho hadi siku ya leo tunapokwenda kufungua maonyesho haya. Ushiriki wenu ni kielelezo kimojawapo cha utekelezaji kwa vitendo wa maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa mzalendo na mwongozaji wa watalii namba moja kutangaza utalii katika sekta ya utalii nchini. Kwa kweli tunawashukuru sana, na ninaomba tuwapigie makofi mengi ya shukurani hawa wote waliotuchangia.